Waziri mkuu wa Sudani Kamili Idris wiki hii ametangaza kurejea rasmi kwa shughuli za serikali mjini Khartoum iliyokombolewa mwaka jana, lakini Wizara ya Mambo ya Nje bado haijarejea. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP ofisini kwake Port Sudan, waziri Jibril Ibrahim amesema serikali inalenga mikataba ya bandari za Bahari Nyekundu na uwekezaji binafsi. Akiwa amevalia sare za kijeshi, kiongozi huyo wa zamani wa waasi amesema Sudan imepoteza vyanzo vyote vya mapato ya serikali mwanzoni mwa vita. Waziri huyo amedai mauzo ya nje ya kilimo yamepungua kwa asilimia ya 43 huku maeneo mengi yenye tija nchini humo yanayolima ufuta na karanga yakiwa mikononi mwa wanajeshi. Amebainisha sekta, kampuni nyingi kubwa na shughuli zote za kiuchumi zimeathiriwa, ambapo kabla kitovu cha biashara kilikuwa kinachangia asilimia 80 ya mapato ya serikali. our... ask... Hakika uchumi wetu umepitia wakati mgumu sana. Tulipoteza vyanzo vyote vya mapato mwanzoni mwa vita kutokana na ukweli kwamba tulikuwa tunakusanya mapato asilimia 80 kutoka mtaji, sehemu kubwa ya viwanda. Kampuni nyingi kubwa na shughuli zote za kiuchumi zilijia... Aidha, Ibrahim amebainisha uzalishaji wa dhahabu unaongezeka mwaka hadi mwaka, lakini sehemu yake kubwa imesafirishwa kimagendo kuvuka mipaka. Sawa, uzalishaji wa dhahabu wa 2025 ni kama tani 70, sio zote zimeuzwa nje. Kama tani 20 zimesafirishwa kupitia njia rasmi. Zilizobaki hatuna uhakika kama zimesafirishwa au zimehifadhiwa ndani ya nchi. Tuna matumaini ya kupanua uzalishaji wetu wa mafuta ikiwa tunaweza kufanya hivyo. Sehemu ya uzalishaji wa mafuta imeharibiwa sana, tumepoteza zaidi ya asilimia 50 ya bidhaa zetu za mafuta. Kundi la zamani la waasi la Ibrahim, Harakati ya Haki na Usawa, liliwahi kupigana vita na serikali ya Khartoum lakini limehamia upande wa jeshi kama sehemu ya muungano Sudan yenye utajiri wa mafuta, dhahabu na ardhi ya kilimo kwa sasa inakabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huku zaidi ya nusu ya wa wakazi wake wakihitaji msaada. Mwaka juzi Sudan ilizalisha tani 64 za dhahabu na hivyo kuingiza dola bilioni 1.57 pekee kwenye hazina ya serikali, huku mapato mengi yakitoka kupitia mitandao ya magendo. Tangu RSF ilipoteka eneo la mwisho la jeshi huko Darfur mwezi Oktoba mwaka jana, mapigano mabaya zaidi katika vita hivyo yamehamia mashariki mwa eneo la Kordofan lenye utajiri wa mafuta. Wakati pande zote mbili zikipigania udhibiti wa eneo hilo, mapato ya mafuta ya nchi hiyo yamepungua kwa zaidi ya asilimia hamsini na kiwanda chake cha kusafishia mafuta cha Aljaili kimeharibiwa. Shaaban Maulid.